Kwengineko ni kwamba wakazi wa eneo la Loolakiri katika eneo la Kajiado kusini wamepata afueni baada ya kufunguliwa rasmi kwa kituo cha afya, wakisema sasa watapata huduma za matibabu karibu nao. Wakazi wa eneo hilo sasa wakisema kina mama wamekuwa wakisafiri kwa muda mrefu kutafuta huduma za matibabu, wakati mwingine wakilazimika kujifungua barabarani na hata wengine kupoteza maisha. Akizindua rasmi hospitali hiyo, gavana wa Kajiado Joseph Olelenku amesema hatua hiyo ni moja ya juhudi za serikali ya kaunti kuboresha huduma za afya. Wakati wa kujifungua, unakuta mama mwingine amejifungua anajifungulia nyumbani kwa sababu hatukuwa na mataa sasa wakati ambayo hatukuwa na hizi mataa, tulikuwa na tunatabika sana, kwa sababu kama hata kama daktari yuko hatuwezi kusaidika, kwa sababu hatukuwa na mataa, tulikuwa tukijifungua tulikuwa tunajifungua nyumbani, kwa sababu hatuna hospitali. Na tukashukuru Mungu, kwa sababu kama amekuja kutufungulia hospitali, ametujengea maternity tujifungue hapo. Tulikuwa tukienda lengi, simnalifa elfu nne ama ukijifungua barabarani unalifa elfu nne kwa sababu ya mashida ya hospitalini. Kama serikali ya kaunti ya Kajiado tunaendelea kutimiza ahadi tulizowawekea wananchi wetu, na leo tukifungua miradi haya, tunaona tunapiga hatua kwa hatua. Lengo letu kama serikali ya kaunti ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu ambayo wametupatia nafasi ya uongozi, nao wanafurahia maendeleo ya kaunti yao.